huku imekata huku imekata mpaka ukiangalia huku imetoboka hapa, imetoboka imekata, ndo kuandaliwa hivyo. Unafanywa kama chapati no. chapati ni ta chapati ni nini wakati ah, wanapeleka chapati na maharagi, si tamu si fanya? Basi hivyo, angalia, kuna mtu ameshata chapati, si tamu, lakini chapati huwa inakangwa wapi? inatoka wapi? kwenye ile kitoi flambeni eh

Tena muda wa kutoka ni saa mbili. Ndio muda wangu maana mchana mtoto unalala. Kwa nini unalala? Nadaiwa. Madeni. Ana mtu hapa daktari ni madeni. Kijana kama anaona sana nadaiwa nadaiwa, sana saa mbili kabisa anajua kudaiwa ni nini. Nisije kutisho nikawacheka. Ndipo anaangalia. Nadaiwa, anajificha ndani. Yaani usiku usiku ndio kumekucha kwangu. Zile chapati za unga za maji. Si chapati mandazi. Kwa hiyo na mimi nikaleta sasa, jamani, mimi ni mvivu wa kupika. Naambiwa kweli. Kwa hiyo nikaleta ile unga. Nikaweka kwenye maji ya baridi nikakoroga. Atengeneza atengeneza ni mandazi. Siku ya leo acha. Nikakufundisha uone njia. Kwa na njia. Si Mungu akikuinua akija mwenye njia. Utamwambia rema chukua unga pale mpuma makapiki. Maana njia ilivyo.

Nakwambia hii hata kama mimi unasikia usikia mali kwa hapa, nenda faro katafute baba ambaye, akihubiri akikuombea, unaamini Mungu anaweza akatumia, yeah. haina faida kukanganyia wengine, mnakuwa waoga. hata hapa nenda, unataka kwenye nini yako, naogopa nitatengwa, naogopa nitaonekanaje? na kwa nini unapoteza wakati? hata hapa kama unaona wewe ukakaa chini yangu kamsikia Mungu, tafuta baba ambaye akikuhubiria, una amani naye, usikae chini ya matakwa ambayo una amani nayo. Mm. Sema amina basi. Sema amina basi. Unaenda kanisani kama utasikia ujumbe wa Mungu. Nakumbuka siku moja nikatoka. Sasa nifupishe tu. Nikatoka nenda kutafuta sasa vibarua. Maana sasa nimesha Mungu alishakipa deni kwa namna nzuri kwa kuambia Mungu umeisha. Basi nikatoka ninaendesha basikeli, ukiona ukiona karatasi na kuna kitu unafikiri ni atamu jhaa we unatembea paka unaona macho kama kuna marue, we unatembea kuna sia, ukiaua unaona kama ma maruerue au ukikaa chini ukija kunyanyuka, yani ukikaa chini kama unaona ukinyanyuka, tumaisha akufuka mekaa. Siku nakula tu ngwango jana jioni, ni maji kwa wingi unakunywa wai mpaka unasikia kichefuchefu. Akubuka siku moja nimefika sehemu, mpaka nikitembea siwezi kuendesha baiskeli, naishiwa na nguvu siwezi kutembea, nimeomba, hakuna kinachokuja. Nasikia njia mpaka nje inanyamaza. Wewe mwenye kusikia njia mpaka inanyamaza, yaani njia unasikia njia inanyamaza, inaenda inaenda, inarudi, unasikia njia inanyamaza, inafika sehemu nakunywa maji maji kama kichefuchefu. Akaamka siku moja, nikatoka, nasema Mungu, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo, nyo,

wenye furaha, hata kama unapita, ficha hili yako, ficha shida zako, mweleze Mungu. Anajua atakutoa, atakuvusha kama ya pia. Sema basi, amina. Wakati natoka, niko kule kwa mtu ya chini, namwambia Mungu, ndio ndo nakufa. Nimezoea yule mama tena, naona kwenda nikamwambia Mungu, kama unaleta nilishi, sisi ndo tutaenda kula nini? Kwa sababu maji ni kataa Natembea mpaka nasikia magoti ina nguvu. Yaani mtoto yeye kina kusukuma. Wewe mtembea paka unasikia kama kuna mtoto sikuona hapo nasema. Nasikia kizunguzungu. Nilipofika mchana mtu mmoja akanipigia simu. Kana sio mtu Joseph huyo. Akanipigia simu. Tulikuwa tulikuwa kama mwenye kitu wa vijana tuko nilikuwa nini niokoka nilikuwa mwanzo katika uko. Akanipigia simu alikuwa na kazi hapo hapo kuuvisha. Akanipigia simu kwa wapi? Nikamwambia niko mahali fulani. Saa nne niko chini kule natembea. Unatembea, unaamka asubuhi, juu pa kuanzia. Akanifikia simu, nikamwambia niko mahali fulani, akanambia njo. Nikawambia nije wa njo hapa kazini, nataka nikuona shinawe. Nikawambia mi siwezi kuja kazini kwako sababu mimi mwenyewe niko kwenye wakati mgumu, halafu ja kuharibu kazi yako. Kwanza ka uchungu na kazi. Mungu anakufundisha ukipata kazi, utaitunza kazi. Mungu anakufundisha akikupa biashara, utaitunza biashara. Mungu anakufundisha ukipata wa pili tuza. Hata huko na kwa hiyo. Kwa sababu ni shida. Umejenga nyumba paka paka paka paka sipi. Si si zile kalamu za kaka. Mwingine paka nyumba hii. Yaani nyumba nyumba ile imepigwa rangi unakuta kama kama kaniki. Mungu anakufundisha pia mpaka uwe msafi. Sababu, si amina? Hebu muulize kwa sababu nyumba ni kwa kokoche.